Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, baada ya video zilivyosambaa huko mtandaoni zikiwa zinamwonyesha Pakome akiwa yuko na mrembo mwingine na, na kuibua utata na taaruki kwa wadau mbalimbali ambao wanafuatilia maisha ya Pakome okay, karia ya Pakome lakini pia maisha ya Nai, Huda mrembo ambaye yuko katika mahusiano na Pacome waziwazi wazi, ambayo yameshatangazwa kabisa katika mitandao ya kijamii. Tumeona wakiwa wako pamoja, wanapika wanakula pamoja kwa wa, imeshaeleweka kwamba Nai bwana na Pacome ni mtu na mpenzi wake. Sasa kata la video hizi kuja kuvuja huko mtandaoni zikiwa zinamuonyesha Pacome akiwa yuko na mrembo mwingine bwana, ni kitu ambacho kiukweli kimeshangaza watu wengi sana, watu wameshindwa kuelewa kwamba Pacome, ni kwamba yuko na mpenzi mwingine, ameachana na Nai ni kwamba Pacome anachepuka au ni nini hasa ambacho kinaendelea hapo kati you... Sasa, at the end of the day baada ya hizo video kusambaa huko mtandaoni bwana, hapa sasa hivi tuko na jumbe kutoka pande zote tatu, yani kutoka kwa huyo binti ambaye amevujisha hizo video na picha akiwa yuko na Pacome Baby... tuko na ujumbe kutoka kwa Pacome mwenyewe lakini pia vile vile tu kwa na ujumbe kutoka kwa bibie naye, ambapo kuna chatting messages conversation ambazo namuonyesha naye akiwa anamtetea Pacome kwamba yule siyo yeye. Yeah, yeah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Sasa hapa, kwanza kabisa, tukianza na upande wa Pacome eh, kupitia ukurasa wake wa Instagram pale juu, katika Insta story ameweka ujumbe mrefu kabisa akiwa anaelezea hilo swala eh. Kwa mujibu wa Pacome mwenyewe ameandika kwamba ha, ameandika hapo kwa Kiingereza actually, nitasoma then nitakutafsiria kwa Kiswahili. Pacome ameandika kwamba all these people who share this video are jealous. Hey, akiwa anamaanisha kwamba bwana watu wote ambao wanasambaza hizi video ni kwamba tu wana wivu. Because I am too high for them. Hey, kwa sababu niko mbali sana kwao. I have a Rolex, a Cartier, Santos watch, Van Cleef I never wear fake. Yaani hapa Pacome anamaanisha kwamba kwanza kabisa yeye ha, anavaa Rolex, ana Cartier uh, hii pia ni kampuni nyingine ya saa za gharama, hizi ni designer watches. alafu akasema kuna ana Santos watch, Van Cleef, hajawahi kuvaa kitu chochote kile feki kwa hiyo yu yule jamaa anayeonekana katika zile video amevaa saa feki. Kwa hiyo Pacome anadai yule siyo yeye, ye avaagi vitu feki. Akaendelea kusema kwamba all my shoes also I wear original, yani akiwa anamaanisha kwamba hata viatu vyake huwa anavaa viatu original anasema kwamba pia vilevile anatumia vile perfume ambazo ni za brandi kubwa, ambazo watu hawawezi kuzinunua. akiwa He, he, namaanisha kwamba kama kuna mtu yoyote yule ambaye aamini hiki anachokizungumza, basi asogee mbele. akiwa Go. Uh, namaanisha kwamba katafuteni video nzuri uh, uu, kwa sababu nyinyi ni wajinga akaendelea hapa eh, Pacome akisema kwamba I have tattoos all along my two arms. Akiwa namaanisha kwamba eh, yeye mikono yake yote miwili bwana amechora tattoo, alafu hapa akamalizia kusema kwamba now for the video I see no tattoos. Sasa katika hiyo video sioni tattoo. You want to spoil my image at the expense of my family. Y yani, mnataka kuharibu eh, picha, taswira yangu na kuigarimu familia yangu, but God is bigger and stronger than you akiwa anamaanisha kwamba Mungu ni mkubwa na ni ana nguvu kuliko nyinyi. Maybe... E, huo ni ujumbe wa Pacome Zuzwa baada ya hizo videos kusambaa huko mitandaoni. Kwa hiyo hapa kuna page hapa imekuja imeandika, bwana leo kajibu kasema kwamba sio yeye. Kwanza yeye anatatuu mwili mzima, kwenye hizo video huyo mtu hana tatuu, kwa hiyo siyo yeye. You, that's how I We are gonna run. A, kuna page hapa imekuja kuandika hivyo bwana. Leji nyingine hii hapo ameandika kwamba bwana Pacome anasema yeye anatatuu mikononi, na huyo mtu hana kabisa tatuu kwenye mikono, ni watu tu wanataka kumchafua. Mimi binafsi niko upande wa Nai na mpenzi wake Pacome. Yaani watu mmefikia hatua ya kutumia AI kutengeneza Pacome feki kweli? Sasa nasema hivi, Nai na Pacome anaye na bado anatamba naye. hiyo uh, ni peji nyingine imekuja kuandika hivyo, lakini ukiachana na hilo pia, Nai naye ameweka ujumbe kupitia uh, kuna hizi messages ambazo zimevuja huko mitandaoni zikiwa zinamuonyesha naye akiwa ameenda DM kwa mtu akiwa anamtetea Pacome, ambapo naye ameandika hivi like Nai pia amekana, anadai kwamba wewe, kuna message hapa ameandika Nai kwamba wewe sio yeye Pacome anatatu mpaka huko mikononi juu umeona. Alafu huyu mtu ambaye naye alikuwa anamtumia message akajibu kwamba bora kama sio yeye, jamani, hii kesi ingekuwa nzito. Alafu huku akaendelea hapa e, naye kusema kwamba angalia insta story yake, yeye ana matatu hiyo video gani hiyo, ni hiyo video gani mambo yako hivyo. Huyu akajibu huku kwamba tatuu za Pacome nimeziona, ila mm, video inachanganya hiyo au ndio mambo ya AI? Naye akajibu akasema kwamba yes, eh, sio yeye, niamini mimi na huyu akamjibu okay, haya. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba naye na yeye pia amejitokeza kwa ajili ya kumtetea mpenzi wake Pacome, akiwa anadai kwamba zile hizo video ambazo zimesambaa huko mitandaoni zinazomwonyesha Pacome bwana, zile video siyo yeye, kutokana na kwamba Pacome yeye yuko na tatuu mikononi mwake kote, lakini kwa mujibu wa zile video zinazoonekana huko mtandaoni bwana, anaonekana hana tatuu. Ya so hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. At end of the day, ukiwa kama mdau, hebu na wewe pia tuwekee maoni yako katika comment section. Hebu tuambie e, unalizungumziaje hili swala? Hizo video ambazo zimesambaa unaona kabisa kwamba ni za kutengenezwa, si Pakome au la? So tuwekee maoni yako, kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment tutakokuwa tunaiona. Lakini pia vilevile hakikisha vile, tu <coughs> hakikisha uh, tu una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi. Now we are.